Iran imegubikwa na maandamano makubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa katika miaka ya hivi karibuni. Wairan wameingia barabarani kuanzia Januari tatu kwa kile walichodai kuwa, kuwa ni ugumu wa maisha inaelezwa kuwa zaidi ya watu 540 wameuawa hadi sasa na huduma za intaneti zimezimwa kama njia ya kuwadhibiti waandamanaji hao ambao mamlaka nchini humo zinawataja kama waharibifu na wahalifu. Rais wa Iran Masudi Pezeshkan amesema kwamba wanafahamu hali ilivyo nchini mwao na kuahidi kufanya jitihada za kutatua changamoto zilizopo, ingawa bado anazilaumu Marekani na Israel kwa kuchochea maandamano hayo. Marekani na Israel wako pale kiwapa maagizo watu hawa wakiwaambia, endeleeni, tunawaunga mkono wale wale walioshambulia nchi hii na kuwaua vijana wetu na watoto wetu, sasa wanawapa maagizo. Kwa upande wake, rais wa Marekani Donald Trump aliyetishia mara kadhaa kuishambulia Iran ikiwa watawaua waandamanaji, amesema Iran imependekeza kufanya mazungumzo na Marekani. Viongozi wa Iran walipiga simu, wanataka majadiliano. Nadhani wamechoka kupigwa na Marekani. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Rakshi amesema leo kwamba hali nchini humo imedhibitiwa kikamilifu.